La na taarifa ni kwamba mamia wa wa ya wakazi wa kaunti ya Siaya wanaitaka serikali ya kaunti kuimarisha huduma za kilimo ili wafanikishe kilimo cha maparachichi. Wakazi hao ambao sasa wamezamia upanzi wa miparachichi aina ya Hass wanasema wamepata msukumo wa kupanda tunda hilo kutokana na soko kubwa la kitaifa na kimataifa. Katika kijiji cha Kamrembo, kaunti ya Siaya, wafanyikazi wapo shambani hii leo, uvunaji wa parachichi umeshika kasi tayari kukabidhiwa mnunuzi. Kwa miaka sita sasa, shamba hili limekuwa uwanja wa mafunzo kwa mamia ya wakulima kutoka kaunti ya Siaya wanaomiminika hapa ili kupokea mafunzo kuhusu kilimo cha parachichi aina ya Hass. Zamani tulikuwa napanda napanda mahindi, vitu kama mtama, maragwe, lakini naona tu kama hiyo kitu ni chakula tu, hailete pesa mzuri ndio nilienda kwa mafundisho, nimesikia maneno ya avocado imekuja, nikifuna hata kama nimepata shilingi elfu tano na hiyo uwezi kupata kwa mwaka, na watu wengine hata unajua, uwezi kupata pesa hata shilingi tano kwa mwaka. Na mimi nikipata kila mwaka shilingi elfu tano nimeshinda. We, kulingana na mamlaka ya afa Kenya iliuza jumla ya tani laki moja ishirini na tatu za parachichi katika soko za nje mwaka elfu mbili ishirini na tatu Mauzo hayo yakizoa pato la shilingi bilioni kumi na nane. Mizani hiyo ikitarajiwa kupanda zaidi kutokana na ongezeko la hitaji la parachichi. Iko na soko Europe, iko na soko China, Malaysia, Canada. Kile tunaweza kuambia wakulima ni kwamba wasiogope, kwamba wakilima matunda eh, hawatapata pesa. Changamoto inayowakumba wakulima wa parachichi kwa sasa ni ukosefu wa maji, wakulima hao wakiitaka serikali ya kaunti kuwajibika vilivyo. Wakulima hapa sasa wanajikuna wafiki hapo na kutarajia kuvuna pakubwa ili kuchangia sio tu katika uwepo wa lishe nchini bali pia kuimarisha mapato yao. Lora Otieno, runinga ya Citizen.